Tanzania imeendelea kung'ara kwenye tasnia ya mawasiliano barani Afrika baada ya kuwa mwenyeji wa mkutano wa 14 wa jukwaa la utawala wa mtandao wa Afrika, AfIGF 2025 uliofanyika jijini Dar es Salaam kwa siku tatu. Katibu Mkuu wa Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, Mohammed Khamis Abdullah, amesema mkutano huo umeweka msisitizo uunganisha wananchi wa vijijini na huduma za serikali kupitia mtandao sambamba na matumizi salama ya teknolojia bunifu kama akili unde, usalama wa mitandao cyber security, na uchumi wa kidigitali yani e-government. Sisi kama Tanzania tumechaguliwa tume ku host forum hii Tanzania, ni kigezo kikubwa mojawapo kwamba sisi Tanzania tumekuwa ni nchi ya mfano barani Afrika kwenye mambo ya mtandao, na tunaonekana kwamba ni nchi ambayo tumeweza kufanya coverage inclusivity ya kwenye watu wa vijijini kule kuweza kutumia mawasiliano kufanya huduma mbalimbali mbali za serikali. Kwa hiyo IGF Africa ikaona ni vyema twende Tanzania tukafanye hii forum na pia kuja kwao hapa ili waweze kujifunza sisi kama Tanzania tumewezaje, kwa sababu imekuwa ni jambo la changamoto kubwa sana kwenye nchi nyingine za Kiafrika. Leo ni siku ya mwisho, tumefunga na tumekuja na maazimio ambayo maazimio hayo tutaenda nayo kwenye IGF ya dunia. Kwa hiyo leo tumemaliza hiyo IGF ya Afrika. Kwa hiyo tulikuwa kuna ushiriki wa nchi mbalimbali barani Afrika na tulikuwa tuna nchi zaidi ya 40 ya Afrika wataalam wengi walikuwa hapa toka juzi, tunadiskasi mambo mengi kuhusu bara letu la Afrika na kwa umoja wetu, leo tumekubaliana tutapokwenda kwenye IGF ya dunia, ambapo tutakutana na nchi nyingine za kidunia. Sisi kama Afrika tutakuwa tutakuwa kitu kimoja kusema kwamba sisi kama bara na Afrika, ili tuweze kwenda kwenye hatua kama dunia inapokwenda, tunahitaji kufanya mambo haya haya na haya, ambayo leo ndio tumekubaliana tume mambo haya. Kwa hiyo niseme tu kwamba ni kikao kimeenda vizuri na, na tumekubaliana almost mambo yote ya utekelezaji, na tumekubaliana kwamba tuwezeshe jamii zetu hizi za chini hasa kwenye rural, rural areas waweze kutumia huduma hizi za mawasiliano na, na wengi pia tumewakaribisha nchi zetu hizi za Afrika, sisi kama Tanzania tumekuwa open, tumekuwa wazi, waje muda wote wajifunze na wajue sisi tumefanya nini na tumefika wapi na wao wanahitaji kufanya nini ili kumwezesha kila mwananchi kwenye bara hili la Afrika aweze kutumia huduma za mawasiliano. Pia Abdullah amewataka vijana nchini wachukue jukwaa hili kama fursa ya kupanua wigo, kwa kuwa wizara ya Tehama imefungua fursa kwa vijana wote wenye fikra za kibunifu kufika wizarani. Hiyo, kwenye haya mashirika ya, ya kimataifa huwa kuna fursa nyingi sana ambazo unakuta ile, ile access ya kuipata ile fursa kama kijana Mtanzania inakuwa ngumu. Lakini sasa nitoe wito, sisi wizara tupo open na of course, na kama unakosa ile access, kwa sababu sisi ndo tuna link na, na forums kama hizi, tunawakaribisha waje wizarani. Kama mtu ana ubunifu wake, ana idea yake, ana jambo lolote anataka ku, kuliuza sehemu yoyote tu. Kwa upande wake, mratibu wa kitaifa wa jukwaa la usimamizi wa internet Tanzania, Dr. Naza Kirama, amesema jukwaa la AFIGF ni pingili mojawapo ya jukwaa la kimataifa la usimamizi wa mtandao ambao makao yake makuu yapo Geneva Uswisi na Tanzania imepewa heshima kubwa sana mwaka huu kwa kuwa na mjumbe kwenye hii kamati, na mimi nimesimama hapa ndio mjumbe wa hiyo kamati. Na tunamshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa kuweza kulipokea jukwaa hili kwa mara ya kwanza Tanzania, na taarifa tulizokuwa nazo ni kwamba eh, mpaka sasa hivi tumefanya vizuri sana kwa maana ya uh, kuli uh, kulipokea na kuwapokea washiriki ambao walikuwa uh, ambao walikuwa wanashiriki uh, hapa Tanzania na na online walikuwa wanafikiri walikuwa wanafika elfu moja na mia mbili. Hata kama huko Benini ulikuwa unauza unafanya shughuli zako kwenye mtandao za kiuchumi, hauna haja tena ya kuanza kuangaika na kuanza kubadilisha hela eh, ndio uweze kununua sim kadi ya kule, ndio uweze kufanya kazi. Inatakiwa kwamba ukiingia Benin, ukiingia Kenya, ukiingia Uganda, Malawi, wewe unatumia sim kadi moja. Kinachotakiwa tu ukiwa na visa kadi yako au visa debit card unaweza ukanunua mtandao uh, wakati huo huo ukaweka kwenye hiyo sim kadi moja ikawa inafanya kazi kwa nchi zote. Kwa hiyo uh, vitu kama hivyo ndio vinavyoweza kupaisha uchumi binafsi wa, wa, wa watu wa, wa, wa Afrika pamoja na ule uchumi mkubwa kwa maana ya GDP. Jukwaa hili lilifunguliwa rasmi Mei 30 na Waziri wa mawasiliano na teknolojia ya habari, Jerry Sila ambaye alishiriki kwenye mijadala iliyolenga kujenga sera imara kwa maslahi mapana ya Afrika enye mapinduzi ya mawasiliano mtandao na mageuzi ya kidijitali ni kuilinda na kuitetea katiba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa seria iliyowekwa. Eye mionyezi mangu nisaidia. The United Republic of Tanzania, a country within the African Great Lakes region and it is an East African country known for its vast wilderness areas. They include the plains of Serengeti National Park